Mwanamke mmoja mkazi wa Yombo kwa Mwinyi kwa jijini Dar es Salaam Ashura Kazumari mwenye umri wa miaka 37 amejifungua watoto wanne katika hospitali ya Temeke jijini Dar es Salaam, na kufikisha idadi ya watoto wa nane, huko akiwa ni mjane, ambapo mume wake alifariki mwaka jana akiwa na ujauzito wa watoto hao. Beatrice Eric anayotaarifa taarifa zaidi. Mtazamaji wa Channel Ten niko hapa katika hospitali ya Temeke jijini Dar es Salaam, ambapo mama mmoja amejifungua watoto wanne. Lakini kikubwa zaidi, huyu mama anahitaji msaada kutoka kwa Watanzania mbalimbali ambao wanaweza kumsaidia kulea watoto hawa hadi kuwafikisha katika umri ambao wanaweza wakajitegemea. Hebu tueleze, ni kwanza, umepokea vipi hali ya kupata watoto wanne kwa wakati mmoja? Nimefurahi. Na unawaambia nini sasa Watanzania? ambiwa katika maisha lolote anaweza ka kukutokea kwa sababu mimi pia sikutegemea kama nitawashika watoto wote wanne leo. Ombi lako kubwa sasa kwa Watanzania hawa ambao wanakutazama sasa? Yaani, ila naomba msaada kutoka kwake kwa, kwa sababu hapa nilipo ni mama mjane, ambayo na watoto wengine pia nyumbani wanne, na Mungu tena kanibariki kanipa tena watoto wengine wanne. Kwa hiyo nimefurahi kwa Mtanzania yote atakayeguswa. Naomba nisaidie. Hii ni kama bibi hawa watoto. Tunakuja hapa na mimi katika lengo la kusaidia kulea watoto. Mimi najisikia ni kupata watoto wangu kwa wakati mmoja. Ni Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ametukabidhi hawa watoto. Eh, tunashukuru Mwenyezi Mungu kama baba yako atangulia mbele za haki na Mwenyezi Mungu vile vile akasema, mimi natangulia, lakini mtachokiona duniani naomba mkipokee. Na sisi tumekipokea kwa moyo mkunjufu tu. Naitwa Sista Balbina, nafanya kazi hapa Temeke ya hospitali, na ninafanyia katika kitengo hichi cha kangaroo mother care, kitendo ambacho akinamama wakijifungua watoto wao wakiwa na umri wa miezi saba, wanawatunza wanawashika vizuri kwa mtindo wa kuwaambatanisha ngozi kwa ngozi ili waweze kupata joto la akinamama la mwili. Sisi kama hospitali baada ya kusikia hili tukio, kwa kweli, uongozi mzima tuliguswa, na mara tu asubuhi tulipopokea hiyo taarifa tulifika katika wodi yetu ya kujifungulia na kumwona huyu mama, na tunampatia chakula anakula kama mzazi kwa gharama za hospitali. Pia tulimpatia mahitaji ya mwanzo kabisa, zikiwemo pampers au diapers kwa ajili ya watoto, tulimpatia pia nguo kwa ajili ya watoto. Watoto hawa wanne ni miongoni mwa na watoto nane wa Bi Ashura, wa wanne wakiwa ni wakubwa wako nyumbani, na hapa wamezaliwa watoto wanne kwa wakati mmoja, lakini kikubwa zaidi ni Watanzania kuendelea kuguswa kwa ajili ya tukio hili, ili kuweza kuwakuza watoto hawa katika hali ya kawaida. Nikiripoti kutoka hapa hospitali ya Temeke jijini Dar es Salaam, Twis Erik, Channel 10.